Kitu cha pili ambacho nataka kuzalisha, ndio ya kwanza. Ya kwanza tunachoomba mahakama kuu ipitie ni uhalali wa mahakama hii kutotolea uamuzi.

Sisi tuna nia yetu kwamba kesi pesi takiwa iweze kuendelea kwa sababu kile ambacho kumepelekwa mahakama kuu, akigusa kwa namna moja au nyingine uendelezaji wa utoaji wa ushahidi ambao tulikuwa tumeambiwa na wenzetu kwamba yule mtaalamu wao atakiwa haja ajenge msingi ile kielelezo muhimu ile, ile ambacho anatakiwa hapo kutoe ile flash disk sio na nini ili iweze kujengewa jengewa msingi. Sasa kilichopelekwa mahakama kuu katika kesi ya mapitio ya kwanza, mapitio ya kwanza kinataka kwamba mahakama iangalie ma, kwa nini kulikuwa makosa ambayo yalijitokeza kwa mahakama kutupeleka faili mahakama kuu ma, mara baada ya hoja kwamba kuna swala la ukatiba uhusiana na kifungu cha namba 188 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kwa mujibu wa kifungu cha tisa kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya haki na wajibu eh, ile sheria ya ukazaji au utekelezaji wa haki na wajibu za, za wananchi mm -hmm, au za watu Basic Rights and Duties Enforcement Act. Inadai kwamba mara baada ya hiyo hoja kusemwa mahakama inatakiwa kulipeleka ilo faili katika mahakama mahakama Kuu ili ukatiba uweze kuamliwa. Ndicho ambacho tumepeleka katika mahakama Kuu, na hicho akigusi kwa namna moja yoyote ile kuhusiana na swala la hawa mashahidi ambao wao si wakificho. Kama huyo shahidi mwingine angekuwa ni wakificho, kukuwa na hiyo hoja labda hawajasema hivyo, Mheshimiwa, na sipendi kuwasemea, na, na, kuwasemea, na, madhara ya wakuisema. Hawana haki ya kuisema, hawana haki ya kuisema ni kwamba ni shahidi wao ambaye ni polisi ambaye si raia ndiye ambaye anakuja kutoa ushahidi, au kama angekuwa na shahidi mwingine yeyote yule ambaye ni polisi na si raia, itakiwa kesi hii iendelee. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kinatakiwa kuendelea. Kwa hiyo tusije tukachanganya vitu, maana kuna kuchanganya mafaili faida letu linasema ni kwamba hawa ni mashahidi maaskari ambao hawatatoa ushahidi kwa kificho, na kwao wanatakiwa waje watoe ushahidi mahakamani. Sisi hatujapinga kwa namna moja au nyingine mashahidi wa namna hiyo kutoa ushahidi wao, tunawapenda sana waje, tuangaike nao sasa. Hicho ndioho ambacho tunasema. Kwa hiyo kuomba kuwairisha sikuitendea haki mahakama, na tunasema kwamba kuendelea kusikiliza au kupokea ushahidi huo akuathiri kwa namna moja au nyingine, akuathiri kwa namna moja au nyingine, utengamavu au ile tunasema integrity of the court proceedings ambazo zinatakiwa zinakuwa ziko sawa, kwa sababu hawa mashahidi wa namna hii hawapingwi kwa namna moja au nyingine nyingine. Nasema mashahidi ambao ni maaskari ambao sio wale ambao amri yako ya kusema watoe ushahidi kwa kificho, hao hawaguswi na malalamiko yetu ambayo yamepelekwa Mahakama Kuu. Hakuna maombi ambayo ya yanapinga au mashahidi kutoa ushahidi wao hapa mbele ya mahakama yao, na kwa ni rai yetu kwamba e, mwenendo wa kesi usisimame kutokana na kisingizio kwamba kuna maombi Mahakama Kuu kuhusiana na swala la nini la mashahidi hao ambacho kimepelekwa kire, Mahakama Kuu. Mheshimiwa, ni swala la ukatiba hiyo ni aa huwa ni huwa nachukua tu kwamba mahakama ikajibu swali je, hicho kifungu hii sahihi kinaendana na, na katiba basi mm -hmm. Akizungumzii kuhusiana na manini na makosa makosa yale ya jinai ambayo mtu ameshtakiwa nayo, na kwa maana hiyo wale mashahidi ambao wanatoa ushahidi wao au mashahidi ambao wanatoa ushahidi awala wa wabusu na, na hakuna swala wa atu, atu, katiba wao wamekuja hapa atuangalie kidao kwa swala mswala ya katiba, na hatuna hoja ya katiba, labda ijitokeze huko mbele, hmm. Sasa ile swala la pili nimemsikia wakili Katuga anasema na lenyewe linagusa kweli kweli, mm-hmm. Ile kesi ya pili ya revision yenyewe <laughs> e inahusikana na ile mesireni ya criminal application ambayo ulifanyiwa kwa ulifanyiwa maombi ya kwa kufaraga na upande mmoja. Haya ya gusi kesi vile vile, hupokea ushahidi kwa mashahidi ambao si, wanini, si wa nini eh, si maaskari wale mashahidi ambao ni maaskari bado wana haki ya kuja kutoa ushahidi wao, na wagusu na maombi yetu ya pili, sisi tuna ambacho kinahangaikiwa kule, pengine kwa taarifa tu ya mahakama ni kwamba mm -hmm. Kulikuwa na, na viapo vya jumla, jumla watu wanatiwa hofu na nini, kuna hofu kuna nini. Nasema hivyo nataka mahakama iangalie kama kweli maombi hayo yalikuwa vile, vile vigezo vilikuwa vimekiviwa. Sasa hakuna kitu kingine zaidi, zaidi, zaidi ya hicho. Kwa hiyo akigusi kesi hii, labda kama wanasema kwamba sisi shahidi yote tulenaye ni mmoja tu ni huyo ambaye alikuwa ni wazi, ni huyo mmoja, wala wengine wote ni wakificho. kwa hiyo tutakuwa, tutakwama hatutaweza kuendelea na kesi hii bila mashahidi yao. Mheshimiwa hawakusema <coughs> na maneno yangu yasiyochukua kama ni ya kwao kutoka kwangu sababu nimesema mimi, kwa hiyo nachukulia kwamba wana mashahidi wengi, maaskari ambao wanaofaa nini kutoa ushahidi. Hao wachache walio nao ambao ni wakificho, hao watakuja baadaye kwa hiyo sio. Hoja yetu ni kwamba mheshimiwa, airisho likataliwe, tuendelee na kesi ili siku hii muhimu ambayo ikitoka imetoka haitarudi itumike vizuri, tuitumie vizuri. Watu wametoka huko sehemu mbalimbali kuja hapa kusikiliza kesi, tuendelee na hiyo kesi, tujue mwisho wa siku, usaidie kesi hii iweze kuisha haraka. So mwenzetu alikuwa anazungumzia ni masuala ya umma mimi nasema ni maslahi ya umma, ni maslahi ya umma kesi isikilizwe haraka. <coughs> kutaka kusema kwamba huko juu kuna kitu kingine kunazuia maslahi mauiba tu, ni maslahi ya umma kwamba kesi hii isikilizwe kwa haraka ili tuweze kujua hatima yake, watu wajue hatima <coughs> ni maslahi ya umma tuipangilie huko licha ya ukweli mheshimiwa, kwamba kwa mujibu wa kesi hii kisheria, kwa mujibu wa sheria kwa kesi hii, mshtakiwa ana dhamana, lakini kutokana na mazingira ya kesi hii, kesi hii inaendana na ratiba ya ile kesi ya nini, ya jinai ya uhaini. Kwa hiyo tungependa mwisho wa siku kesi hii ifanye nini, isikilizwe kwa haraka uweze kuamuliwa, uweze kuamuliwa, tujue hatima yetu. Na baada ya kwa hiyo, wenzetu wasijifiche katika kivuli kwamba kuna mashauri kule mahakama kuu, ikawa ndicho kigezo cha wao kutaka kufanya nini, kuomba ahirisho. Kama walikuwa na nia kutokuwa na, na, na ahirisho basi wangetupatia kipo. Jamani, kesho msihangaike sisi hatuna shahidi, sisi hatuna shahidi, au usema limo, nami siwezi kusemea na maari. Nimesema unakili maneno yangu utakuwa umeiba. <laughs> hmm? si ndiyo? Kwa hiyo mheshimiwa, ni rai yetu kwamba ahirisho likataliwe. Huyo shahidi mtaalamu wa forensic kisijua nini wa, wa, wa, wa, wa mitambo eh? aliyekagua ile diski Kizimbani, tu tu hapa wakili <coughs> kidogo kidogo kidogo kidogo sana sana, nafikiri sio hoja ambayo inaweza kutuchukulia muda kitu, mtu mmoja anaweza kuchangia hapo karibu tu t uh -huh. Mheshimiwa, kuna rafiki e, yangu katuga ni mshabiki wa mpira na mfamuchea naitwa Eric Cantona ana msemo wake mmoja, if h mm -hmm. Kama ndege welewa majini wanaofukuzia mtumbwi mm -hmm. ni wa dagawa, wa okay. kwa sababu wanajua dagaa watatupwa waweze kula. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu mm -hmm. haya yote ambayo yanajiri leo ni mwendelezo wa hoja ambazo tumekuwa tunazitoa za kupinga maahirisho, lakini mahakama, mwisho wa siku, ina balance. Tumeshamaliza kufanya submission tuga anaulizwa hivi, ni kwa nini tena umesema wakati za mecho zimeshafungwa? Yani kama kama anafunguliwa mlango mahali pa kutokea hivi, sorry to say, ndio matokeo yake aya. Ay, mheshimiwa hakimu, mm -hmm. ulipinga ahirisho mara ya mwisho, kesi hii imesikizwa tarehe 1 a mm 6 -hmm. tukapinga vikali sana ahirisho liloomba kwa kisinizio, kwa sababu mm -hmm. sisa, this is a direct consequence oda ya mwisho si kama mahakama itaikumbuka, oda ya mwisho ni kwamba ushahidi wa PW1 umekuwa deferred pending ushahidi wa kuletwa specific witness. Wewe una control proceedings, huyo shahidi challenge oda yako. Tunakukumbusha tu kwamba Let us all calm down Mheshimiwa, mm, with all due respect. Maana yangu ni kwamba mm -hmm. Tulitegemea leo, cha kwanza ambacho kingetangulia, upewe taarifa za whereabouts ya shahidi ambaye ni subject ya subsidy orders. Hizo orders hazijakuwa departed. Sasa hata whereabouts za huyo shahidi huyo ambaye alitolewa specific order of deferment na akatajwa kimahususi kabisa, haujaambiwa. Bada yake like watu wanaruka stage wanataka sasa kuzungumzia mbeleuko high court as if your application haikuwa pending wakati PW1 anatoa ushahidi, and they were aware they had been duly served. Kesi imeitwa mbele mheshimiwa Jaji Mkwizu, hiyo application ya revision against number 14, I mean 1496 of 2025 imeitwa for the first time tarehe 17 Juni, tarehe 16 shahidi PW Juni ametoa, mbona hoja hiyo haikuibuliwa that day? Who who who raised sub judice kwa nini hauku, haukuwa that day? Kwa nini unakuja kuibuka leo very conveniently. In light ya order ya deferment ya shahidi. Kwa hiyo mheshimiwa eh, hoja yetu si ni kwamba kama mahakama inataka kuahirisha Fair, lakini hakuna reason zozote zizokuwa set forth na wenzetu. Tunge, tungewaona wangekuwa waungwana, wangesema tu leo hawana shahidi tu discuss kutokuwepo kwa shahidi sita kuchosha kwa kuzungumzia application number 15635 ambayo e... yenyewe hata kuitwa haijaitwa Nasistiza kwamba mweshimiwa, hakuna sababu zozote zile or factually, ya kuahirisha shauri hili, na kama litahirishwa ni kwa sababu tu ya convenience, to be frank, ya upande wa mashtaka. Mheshimiwa, mshtakiwa alikuwa anaomba kidogo kujisitiri.

mheshimiwa tunaomba kuongeza sauti kidogo mawakili wa pande zote mbili ni kwamba kuna maombi yamefunguliwa mahakama kuu maombi namba 1496 ya 2025 pamoja na maombi namba 15635 maombi ambayo kadri mlivyoeleza nyiwe wenyewe haijatolewa maamuzi sasa kwa sababu kwenye usikilizaji wa maombi kumbukumbu za mahakama hii zinahusika, kwenye usikilizaji wa maombi ya mahakama hiyo ya juu kumbukumbu za mahakama hii zinahusika, e, kwa vyovyote vile marekodi ma, za mahakama kwenye mwenendo huu, hasahasa kwenye mwenendo huu kuhusiana na maombi yale ya mwanzo zitaathirika, zitaathirika na maamuzi ya mahakama kuu yatakatolewa kwenye kwenye maombi hayo, na jalada hilo kimsingi nalo pia limesha limesha limesha itishwa halipo hapa. Kwa hiyo hata hapa mimi mwenyewe sina access ya, ya hilo hilo hilo hilo jalada la kesi kwa hiyo, kwa sababu sina access ya jalada la kesi, na siwezi kuendelea na na mwenendo wa shauri kwa misingi hiyo. Kwa hiyo uwepo wa kesi hizo mahakama kuu ambazo zinahusiana na amri za mahakama hii kwenye kesi hii vinanifanya ni kubaliana na maombi ya kuahirisha shauri mpaka hapo mahakama kuu itakapotoa maamuzi yake mpaka hapo mahakama kuu itakapotoa maamuzi kwenye mashauri ma hayo mawili, kwenye ma mashauri hayo mawili. Kwa hiyo nitaahirisha shauri kwa muda ambao usiojulikana mpaka tutakapopata maamuzi hayo ya mahakama, mpaka tutakapopata pata maamuzi hayo ya mahakama. na tarehe ya kusikilizwa shauri ita...